Uzoefu so wangu wa kuwa serikalini, sababu nimekuwepo na nimekuwa na bahati nzuri katika kukua kwa kwangu, niko huku huku, nimekuwa Benki Kuu, nikatoka hapo nikawa naibu waziri wa fedha, nimetoka hapo nimekuwa mambo ya ndani, nimetoka hapo nimekuwa katiba na sheria, nimetoka hapo waziri wa fedha. Najua najua najua u, najua humo serikalini najua dirisha la, la la madirisha ya se, madirisha ambayo yana nyufa za fedha ya, ya umma kuweza kupotea kwa kiwango kikubwa ni pale inapokusanywa na pale inapotumika. Haipotelei hapa njiani, huko kwingine huko kote, ni huko kwingine huko kote, ni mifumo tu. Ndio maana kuna mwaka niliwahi kuwacheka watu niliposti, siku moja nimeposti birthday ya, ya katoto kangu kamoja chipukizi hivi, jamaa akasema kamejaa dola zetu, nikasema kana sasa kanakutana nazo wapi? Kwa sababu kishatoa World Bank na in IMF, inaenda ina, ina, ina, ina, ina benki ya dunia ikitoka benki ya dunia inaenda halmashauri kule inakotekeleza ama kwenye wizara kule, kanakutana nayo wapi? sasa ndio E, ni nzuri pia Watanzania wakajua mifumo ya mambo ya, ya fedha huwa inafanyikaje? Ni lazima tuzibe pale kwenye maeneo wa, ya wale watu wanaokutana na fedha e. Ile posti yangu hata Ridwani wewe iliwahi kukukuta enzi huko mtoto wa rais rizi rizi, mtoto wa rais rizi wani, rizi, rizi. Mtoto wa rais anakutana na fedha wapi? Yaani fedha iliyoenda kiela inakutana naye wapi? inakutana nao wapi? watu wajue, wa ni vyema watu wa wakajua hii mifumo <tune> Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira y tulivu na salama kwa muda wote, breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DStv, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Albato Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.